Kwa majina naitwa Sheba Elia Mwashiwawa ni mkulima wa mahindi pamoja na viazi na maharage. E, hapo zamani tulikuwa tunatumia mbolea ya kawaida ya samadi ambayo kipato chake ni tofauti, tulipoanza kutumia mbolea ya TFC. Ukiona ta, e, mmea wenyewe wa, wa mahindi, ulivyo saizi, ni tofauti na zamani kwa maana ya kwamba mbolea hii imetufanya tuongeze kwenye kipato kutoka kwenye, kwenye gunia kumi na tano mpaka ishirini tu, tumekuwa tuko hapo na imetusaidia kuepukana na bara njaa kwa kweli. Hata kipato sasa hizi umalira ya sasa ni tofauti na umalira ile ya zamani kutokana na hii mbolea ya TFC kuja na kusambazwa. Kwa kweli tunaishukuru sana kampuni, tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake, maana ya kwamba hii mbolea tunaipata kwa wakati, na hivyo inatuongezea kipato. Asante sana. E, mimi ni Julius Karumiana Irema. Niko kijiji cha Izuo. Eh, kilimo changu sana sana nalima sana viazi mviringo ndio hivi nimevishika baada ya kutumia hii, nikutumia mbolea ya kuongoka saa hizi naona kidogo hivi tunatumia hii, hii mabadiliko nimeyaona kidogo, na kwa shamba langu hivi ngoje nilikuwa napata gunia hamsini sitini lakini mwaka huu nategemea kupata gunia sabini mpaka mia hapa kama heka moja. Hiyo ndivyo ilivyokuwa. Sasa kwa hali nyingine watamu Umekuja mtaalamu tunaomba hivi, umeonekana ushirikiano wenu uzidi kuwa na sisi, tunajua mbolea zitakuwa hapa karibu. Clementina Watson Kameta, eh, tuambie namna unalima unazalisha mazao gani na unatumia mbolea kiasi gani na namna gani inakusaidia, karibu. Asante mbolea nayo, ninalima nimelima viazi kwa mwaka huu, nimetumia mbolea dapu na keni inayosambazwa na TFC kwa kutumia kwa kutumia pale, nimetumia sado tatu hapo, sijatumia mbolea nyingi, ninavyo yaona matu, mazao yangu. Nime yaona, yako nimeyaona yako vizuri, yanaendelea vizuri, najua hata nitakavyovuna nitavuna mavuno mengi yatakayo yatoka ya, ya nayo na mbolea hiyo keni dap. Amina Zakayo, Amina Zakayo, tuambie namna ni mazao yapo unayozalisha na yanakusaidiaje? Na nalima maharage na pareto na viazi kidogo na nisaidia kusomesha watoto e, ni hivyo ni, hivyo. Unatumia nini shambani kwako, mbolea umewahi kutumia na inakusaidiaje? Natumia mbolea ya dapo na keni natoa mazao vizuri. Naitwa Tadeo Luka Kalumiana, nimelima shamba langu la, la viazi, nimetumia mbolea ya TFC kwa mwaka huu. Ndio mara yangu ya kwanza kutumia mbolea ya TFC, ya kampuni ya TFC ambayo ni Dampo na Ken kwa kwa mwaka huu. Kwa vile nitumia, nimeanza mara mara ya kwanza, natarajia kupata mavuno mengi zaidi kuliko miaka mingine ni, ambayo sijatumia ya mbolea, mbolea ya kampuni ya TFC. Kwa vijana ambao huko wanakimbilia mjini, ningependa kuwashauri kwamba warudi kijijini ili waangalie waendelee kupambana na maisha yao. Kwa kwa upande wa kijini tunalima kama viazi vile, mahindi, maharage, ila kwa saa hizi kilimo kinachoendelea zaidi ni, ni viazi tunaendelea kupambana kwa ku, ajili ya kuendeleza maisha yetu. Mmoja naitwa Laurent Joseph Otaru. Uh, ni afisa masoko wa TFC kampuni ya mbolea Tanzania, ni afisa masoko ambaye anahudumia uh, mikoa miwili Mbeya na Songwe. Uh, katika msimu wa kilimo 2023 2024 tumefanikiwa kusambaza zaidi 105, ya tani 2500 za mbolea ya DAP DAP kwa ajili ya kupandia katika mikoa yote miwili hiyo. Mwitikio wa wakulima katika kutumia mbolea yetu umekuwa ni mzuri sana. Kama unavyoona leo hii tupo katika kijiji uh, cha Izuo uh, wilaya ya Mbeya vijijini, ambako wakulima wenyewe wameelezea namna gani mbolea yetu imewasaidia kukuza vipato vyao. Ukiangalia zamani, watu walikuwa wanachukulia kilimo kwa mazoea, lakini uzuri sasa hivi tumewapa elimu ya matumizi sahihi ya mbolea ambayo ukiangalia jinsi unavyozidi kutumia mbolea kwa kipimo ambacho kinatakiwa, basi na matokeo yake yanakuwa matokeo ambayo yanaridhisha. Ni tofauti na kutumia mbolea za kampuni ambazo hazieleweki nyingine, mwisho wa siku unakuta aba mazao yanakuwa hayaeleweki. Kampuni ambayo inasambaza ya serikali TFC, sisi mbolea mbolea yetu ina mazao mazuri kama mnavyoona.